Haya, karibu tena. Tuendelee na kipengele cha mwisho cha kupakua nyimbo. Hatua zote za namna ya kununua nyimbo tumeziona, tumezipitia, tukapita kwenye mix bias. Mix bias katurudisha tena kwenye Bebicode, kurasa wa mwisho wa Bebicode ambao unakupa sasa fursa ya kupakua hizi nyimbo. Kwa hiyo hapa amna jingine ni kubonyeza tu pakua na kusubiri ianze kupakua. Sasa muda gani itachukua? Naona hapa naandika downloading hapo kwa juu. Uh, downloading file. Kwa hiyo ina download, itaendelea kudownload tu hata kama hilo dirisha limejificha. Kwa hiyo wewe, hata ukiacha ukaendea na mambo yako, utakuta tayari wimbo uishaingia kwenye kwenye simu yako kwenye kifaa chako, unaendelea kuburudika tu. Sasa inaweza kachukua muda mrefu, kwa sababu hatujaweka mfumo wa kuonyesha kwamba inaendelea mpaka mwisho, tutaweka mbele ya safari. Kwa hiyo nabonyeza tena na ya pili, tumshukuru Mungu, ili nipakue na yenyewe, nabonyeza napakua eh. Inapakua, inapakua, inapakua hapa, inapakua. Unaona zinapakuliwa hapa. Kwa hiyo nikibonyeza hapa details, inaonyesha jinsi zinavyopakua zote mbili kwenye simu. Sasa tayari zinaonesha zinavyopakuliwa hapo. Nimebonyeza hii simu iliyoandika details, kwa hiyo inaonyesha sasa kwamba hizi nyimbo zinapakuliwa, zinapakuliwa kama unavyoona naendelea kupakua naendelea kupakua mpaka ah, utakapomaliza. Kwa hiyo ndio hivyo, ikimaliza utaona kwamba imaliza. Kwa hiyo utazikuta, utaendelea kuzifurahia kama kawaida. Kwa hiyo ndio hivyo, niwashukuru sana kwa kuwa pamoja nami katika hizi video. Tumemaliza sasa namna ya kupakua, naweza ikawa wimbo, ikawa video yoyote, ikawa ni filamu, kitu chochote kile. Kwa hiyo muda utakaochukua kupakua itategemea na size yake, ukubwa wake. Karibuni tena, tutaendelea na video nyingine kujifunza mambo mengine.